Baada uh, ya kupitia programu zote tuone programu yetu ya mwisho iliyopo kwenye mfumo. Tuone namna ya, ya uh, kutrack school fees and contribution. Kwa hiyo tutaona sehemu ya school fees and contribution. Katika sehemu ya school fees ina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni add fc item. Hii sehemu tunaweza kuandika au kujaza taarifa zetu za aina ya malipo au zile instruments za malipo katika shule yetu kwa utakuja hapa sehemu ya kujumlisha, utachagua kwamba initial name, jina la shule ni moja darasa gani utachagua iadani moa no darasa gani, laa darasa la pili. Utachagua stream, tutasema kwamba darasa la pili na mkono mmoja tu. Utachagua year of study ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano then instrument yako tutakuandikia data. Baada ya kuclose huyu, ni hatua ya kwanza lazima tutasajili zile instrument zilizopo shuleni. Baada ya kusajili instrument tutakwenda katika school fees, hatua inayofuata napoai sehemu maanyingi, tunaingia hapa kwenye muundo gani, utachagua tu wewe mwenyewe unataka ripoti ya muundo gani? Kwa hiyo utachagua unataka ripoti ya muundo gani kwa tutaanza hapo sehemu. Kwa baada ya hapo utachagua, utafungua fomu, utasema nataka kuona ripoti ya, ya ada, nataka kuona ripoti ya ada darasa gani, labda mkuu wa shule, labda mtaalamu ah, au mkurugenzi au mtu yeyote au mwalimu wa darasa, nataka kuona leti ya malipo ya ada yanayofanyika mara nyingi. Sehemu nafanya kazi na na mwasibu, kwa mwasibu anakuwa anajaza hii sehemu, lakini mwalimu wa darasa pia Anaruhusiwa kuona mwenendo wa malipo ya ada ya wanafunzi wake. Anaruhusiwa pia kuanza kuhamasisha wanafunzi. Kwa mwalimu msaidizi akijaza taarifa, mwalimu anaweza kuingia kwenye mfumo akaona, mwalimu wa darasa pia ana details, frank, frank, hajalipa ada, anaona mwenendo wa darasa lake na kulipa ada. Namna gani ya kulipa ya kulipa ada kama kuna usuasua nakuwa anaendelea kuwahimiza zaa uweze kulipa kulipa ada. Kwa hiyo mfano mwalimu mkuu mtaaluma au nani taingia, kuna mchakato wa tutaingia sehemu ya target class dasarapili selekti mkondo A mwaka ishirini na tano. Haya. Nataka ripoti kwenye ah, mundo gani, unachagua tu. Darasa hilo darasa la pili wanafunzi wako wote wamekuja hapa. Huyu hapa kalipia laki tatu kwenye laki nane, ambaye ni Amina Alisaidi kalipia laki tatu kwenye laki nane. Huyu pili Kagembe Hamisi kalipia kwenye tatu kwenye laki nane wote wamelipia kwenye laki cha tatu kwenye laki nane. Kwa hiyo tukija hapa. Haba, huyu hapa huyu amelipia sina ada huyu, somebody anaitwa kuna mwendo wake ulipaji wake wa ada. Haba, sasa kipengele cha ada, we mwasibu M -m mzazi kaja na slip ya wanafunzi ya malipo kwa hiyo utaona namna gani sasa ya kuweza kueza